Chochote mnaongea ni video, yeah, yeah, ni video na rekodi. Silence on set. Bali Tanzania. Tupo zetu seti, mji unaitwa Kitonga hapa, niko na mwanangu anaitwa project kaziamarawa na agenda. Pembeni yake yupo mnyamwezi wa kumuita habari yeah. Right. Tanzania yeah. Mko na Jackson Kabwingi the best director in industry ya bongo. Pembeni yangu ni kuna mtu mmoja anaitwa Idi Kazua Bara the bad man, mgeni wetu kutoka nchi jirani, ameingia kwa ajili ya kufanya korabo na wabongo katika industry ya bongo. Project ni Edi na Agenda. Mwenyeji wetu hapa ndani ya mji wa Kitonga, tuko naye anaitwa, naomba jitambulisha kidogo mabrad one yeah. Yes. Boy Malaza, anaitwa CEO Masana Company, familia moja wote ni wana Masana. Yeah. tukiwa na baba yetu mzazi pale hafo moja liwa mtoto a Kipemba. Yeah. mfundi mmoja untouchable, tuko Kitonga Mvuleni nimepata bahati kuna, kuna njia unapitishwa, kuna njia unapita na watu wenye vision kubwa, watu wenye muono, watu wanajua industry, watu hawana makuu, hawana machoyo, lakini hawapendi sana vibe la mbele kujitambulisha, kuonekana. Lakini kwa watu kama, unamwona huyu director Jackson Kabiriji, yeah. mtu mwenye tunzo zake, mtu mwenye Hekta tunzo zake, kwa hiyo mimi bwana, yeah, yeah. Nasema mimi nimefika njia ambayo kwa sahihi nimeweka legacy kwake. Thanks so much my daddy. Thanks so much my daddy. So much my people, my brother, my friends. Okay.